Kwa jina naitwa Simon Selep Lukumai ni mkazi wa kijiji cha Loksale kata Loksale. Nii ni mwenyekiti wa rika la Irkorianga. Kwa siku ya leo wanakuwa na sherehe kubwa. Sherehe hii ilianzia eh, Larai, ambapo ni siku ya jana ilifukuliwa jiwe. Sasa kwa siku ya leo, tunawapokea wale vijana ambao baadhi wa wachache walienda kuungana na wenzao Tanzania nzima kwa ajili ya kufukua jiwe ikiwa ni ishara ya kuanza kutahiri ndani ya miaka saba. E, vijana hao ni vijana ambao wamezaliwa na rika hii la kurianga, ambao sisi ndio baba zao, na baadhi yao wako njiani wakitokea Elerai, lakini baadhi wengine wameandaliwa hapa ambao wako tayari kuwapokea wenzao maeneo ya nafuko, na itakuwa kuna kuwepo na kitu kama maandamano, lakini maandamano haya ni ya amani, kuashiria kwamba sasa naonye, sasa wamekuwa ni vijana ambao bado hajaingizwa jandoni, lakini tayari kila mmoja amejiandaa ameandaliwa kuelekea kwenye jando

wakifika hapa, kitu cha kwanza wote wata wataingia kwenye zizi la ng'ombe na baba zao wakiwemo mama zao, watabarikiwa na wazee wakubwa, lakini pia malagwana ni ambao watakuwepo mahali hapo, pale ndipo wataanza kubarikiwa na wazee wakubwa, ambao pia wazee hawa watateuliwa rasmi, ambao nao watakuwa ni baba zao ambao wamewazaa. Haitakuwa rika lingine kabisa, itakuwa ni Makorianga ambao katakuwa sehemu mbili. Kwanza watakuwa wale wakubwa kabisa ambao wanaitwa eh, njangenovir kazaa, lakini watakuwepo wengine ambao wanaitwa barnot kazaa. Watakabiziwa vibuyu ambayo ndani ya vibu hiyo kutakuwa na asali ikiwa ni ishara ya upendo, lakini tutakuwa na maziwa. Sasa utakuwa wanabarikiwa pale kwamba tayari na nyie ni rika ambayo inategemewa saa kuanza kutahiriwa

sherehe hii haina, haina muda kwamba kiwango kwa saa itaenda mpaka saa ngapi, kwa sababu vyakula ni vingi sana. Tumeandaa ng'ombe karibu watano, tumeandaa mbuzi kadhaa, lakini pia vinywaji mbalimbali tumeandaa vya vinywaji baridi na za moto. Kwa hiyo kutakuwa ni sherehe kubwa sana ambayo ni, ni sehemu ya sherehe yao ya mwisho ya vijana hao ambao walikuwa ni wadogo. Sasa tunasema kwa Kimasai wanasema sherehe ilayoni hu ya mwisho kwa, kwa hiyo sasa, baada ya hapa tutakuwa na sherehe nyingine ambayo inahusiana na wao zaidi. Tutakuwa na sherehe sasa inahusiana kwamba tayari ni murani, kwa hiyo leo ni sherehe yao ya mwisho kwa upande wa malayoni. kuandaa sherehe hii, maandalizi yake yalianza mwezi wa saba, ikiwa ni vikao mbalimbali ambao ilikuwa mbali mbali mbali mbali inaendeshwa na viongozi wao, ambao pia ndani yao kuna kiongozi mkubwa ambaye ni Manyangara, lakini pia kuna viongozi, baadhi ya viongozi ambao wako ndani yao, ambao wameandaa sherehe hii na, na sherehe hii iligharimu karibu milioni kumi ambapo wale vijana wote ambao wanaelekea kuingia jandoni, hata kama ni mdogo basi atatoa shilingi elfu tano tano. Kwa hiyo wakachanga hela hiyo, lakini baada ya kuonekana kwamba imepelea haikutosha ndipo baba zao tuliingilia kati, na baadhi ya baba zao walichangia mwingine gunia moja, mwingine mbuzi, mwingine shilingi elfu hamsini mpaka laki moja Kwa hiyo tulichangia wote kwa pamoja na kuandaa sherehe hii. awahl sivaaaralas, nimezungumza kwamba ninaomba niongee lugha ya Kiswahili kwa sababu tumaini yangu kubwa ni kwamba kila mmoja anasikia Kiswahili kama lugha ya taifa. Anayezungumza hapa ni kaimu mwenyekiti, mwenyekiti wa Korianga amepata dharura, nizungumze maneno mawili matatu. Jambo la kwanza, wakaribisheni nyinyi nyote katika sherehe hii kubwa ambayo ndio uzinduzi wa kufanya tohara kwa vijana wetu ambao kwa jina y mashuhuri wanajulikana kama Irmegoliki. Sherehe hii ilianza toka juzi, lakini jana rasmi ikazinduliwa kule Lrai kwa upande wa Loksale. Leo ndio tunazindua rasmi na ndio tumefanya mwaliko wa watu wote bila kujali rika, makabila wao wote ni, wakaribisheni nyote, kazi yangu ni moja tu. Jambo la pili, kwa karibisheni nyinyi nyote wote kwa pamoja kwamba karibuni, mjisikie mko manyumbani mwenu kwa ajili ya kushirikiana zoezi hili la kuzinduzi wa jando kwa ajili ya rika la Irmegoliki. Lakini la pili, niwakaribishe wageni wetu rasmi hawa, unaoona wote ni malagoni kutoka maeneo mbalimbali, kutoka Simanjiro, maeneo ya Terati, Sukuro na Rakawo na maeneo mbalimbali. Lakini pia tunaye mwenyekiti wa Maria, lakini pia tunaye viongozi mbalimbali wa serikali na chama kwa pamoja. Niendelee kuchukua nafasi hii kuwakaribishini nyote Nawakaribisha wamama walioko mahali hapa, vijana wetu ambaye ni mgoliki ambayo ndio wanasababisha kuwepo mahali hapa. Niwakaribishe ninyi nyote sana kwa pamojagoraa nijangnasl tengaragi <coughs> like lahoo ninepunye <laughs> <laughs> iyoo esikaroo nkera aaji taa nkarna uh, eduaan ole naimisie kalaikuanani le nasirip neitacho naatele edoboi ayi pookin te nkaraki paitayiolo naa ntae ltung'ana pookin likeara tiatua lesirua loor megoliki au kijou tambulicho nang'asiatae kooki paitambulicha

ni jeshi la la, la jamii ndio nataarisha hapa ihoja ngarana Irmegoliki, nilikuwepo olobonia akitoa, tuko na ole sosi, tumefanya kazi kwa rianga, tumefanya kazi, najua mimi mimi mlivo kwenda kula nyama elo jeromoro, mmebabaishwa mkashiriki maeneo mawili ambayo haijawahi kutokea kake jormaka nare na rule njermaka

ulaikwana loleteti oinandejonai na sheria lazima ifuatwe, erezinye sheria emila hake sheria za ndoko, ndoko, za mila zipo na, yani, na lazima tusimamie taarifa

Kwanza jambo la kwanza kumshukuru Mungu, tunafanya kama kuzindua siku ya leo kutairi rika lingine ambao baada ya miaka kadhaa nanywe takuwa ndio wanashikilia nchi wakifuatana uh, na rika la Nyangulo. Na baada ya sherehe hii basi, na maana ya kwamba tutaanza shughuli hii rasmi kwa tarehe ambayo tumepangwa na lagwana ni wetu wa mila ambaye ndiye anaongoza rika hii e la kurianga. Shukrani sana, asante sana.